Kwa majina naitwa Ndiye Yalimbie Kileo, niko Hospitali ya Taifa Muhimbili, Upanga. Napenda kutoa maelezo kidogo kuhusu malezi ya mtoto mchanga na magonjwa hatarishi ambayo yanaweza yakampata mtoto mchanga aliyezaliwa mpaka umri wa mwezi mmoja au siku ishirini na nane. Haya magonjwa hatarishi ni kama baridi. Watoto kwa sababu wamezaliwa wachanga hawana kinga, wengine ni njiti wanakuwa na tatizo la kupata ubaridi. Baridi sio kitu kizuri kwa mtoto. Baridi inaweza ikasababisha mtoto asikue vizuri, au wakati mwingine ikasababisha mtoto akapata hata kifo kwa sababu ya baridi. Ugonjwa mwingine hatarishi ni manjano. Manjano ni tatizo ambalo watoto wengi wanapata mara tu anapozaliwa kwa sababu ya kukosa maziwa kwa mama yao. Kwa nini wanakosa maziwa? wanakosa maziwa kwa sababu mtoto anaweza akazaliwa, mtoto mwenyewe ni mgonjwa. Mtoto akazaliwa, mama maziwa ya toki. Mtoto akazaliwa, mama mwenyewe anaumwa. Kwa hiyo mtoto akikosa maziwa kwa muda wa masaa ishirini na nne inamsababishia mtoto kupata tatizo la manjano. Magonjwa mengine hatarishi ni kama degedege. Degedege inawapata watoto wengi, wale ambao walipozaliwa wakati wa kuzaliwa walikutana na shida wakati ile prosesi ya kuzaliwa, labda alizungukwa na kitovu shingoni, labda alikuwa mkubwa, alikunywa maji, labda alikuwa amelala vibaya wakati anazaliwa. Kwa hiyo kile kitendo tu mama anapata uchungu, mtoto anazaliwa, mtoto anakosa oksijeni kwenye ubongo wake. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa anakuwa ameshapata shida, kwa hiyo mtoto anazaliwa hajalia. Sasa hao wanaozaliwaga hawajalia wanakuwaga wamepata shida kwenye ubongo wao kwa hiyo wana tabia ya kupata degedege degedege huwa dege inatibika inatibiwa hospitalini kwa hiyo tunapowapokea tunawapatia matibabu ili kuzuia mtoto asije akapata madhara ya kupata kifafa cha ukubwa na wengine wasipotibiwa vizuri huwa wanakufa shida nyingine ni watoto kushindwa kula watoto wengi kama njiti hawajui kula wenyewe kwa sababu misuri yao haijakomaa wengine wamezaliwa na kilo ndogo sana. Kwa hiyo wale wachanga sana ambao wajafikisha kilo mbi, moja mbili tunawalisha na mpira, tunawekea mpira wa chakula, tunawalisha na mpira. Wale ambao wameongezeka kidogo, wakifika kilo moja na pointi tatu nne, tunawafundisha kula kwa kikombe, baadaye tunawafundisha kunyonya kwa mama zao. Kwa hiyo ao wamama wasipofundishwa vizuri au watoto wasipowekewa mpira madhara yao makubwa ni kama maziwa yanaweza kuingia koo la hewa, mama anashindwa kumlisha mtoto wake, kwa hiyo mtoto anakosa chakula ambayo itamsababisha madhara mengine makubwa. Ugonjwa mwingine ni kulegea. Kulegea inaweza ikawa kwa sababu mbalimbali mbali, eda mtoto anaumwa au mama alikuwa ananyonyesha mtoto wake amwangali vizuri, maziwa yakaingia koo la hewa, unaweza ukaona hiyo dalili, mtoto tu analegea. Kwa hiyo tunamfundisha mama, huo wakati unanyonyesha mtoto wako, wakati unamlisha hua unamwangalia mtoto wako wakati unamlisha, uhakikishe tu unafanya kile kitendo cha kumlisha tu mtoto, ili mtoto maziwa akiingia kola la hewa bahatimbaya, uripoti haraka kwa muuguzi au daktari alioko udini au wewe mwenyewe unamsaidia mtoto wako. Dalili nyingine hatarishi ni kupumua kwa shida. Kupumua kwa shida, kawaida nchiti wote hawajui kupumua wenyewe, kwa sababu ni suuli yao ijakomaa walikaa kwenye tumbo la mama wao walikuwa, walizoea kupata hewa kupitia kwenye tumbo la mama, lakini anapozaliwa anakuwa ni mchanga, kuvuta hewa mwenyewe hawezi. Kwa hiyo anavuta hewa, anachoka, akichoka anasahau kupumua, akisahau kupumua ndio madhara mengine anapata. Mwingine anazaliwa hajakomaa kabisa mapafu, mpaka achomwe dawa. Kwa hiyo hao tunawasaidia kupumua, hiza tunamwekea oksijeni, au hawezi kabisa kupumua tunaweka sipap mashine au ikishindikana kabisa, tunaweka kwenye vent ventilator machine inawamsaidia kupumua, kitu ambacho kimetusaidia sana. Tuna, tunapata wamama wengi hawarudi Muhimbili kwa kweli, tunawaelimisha wanaelewa, wanajua kugundua matatizo hizo, danger sign kwa watoto wao, wanajua kulinda watoto wao wasipate maambukizi mbalimbali, wanajua kuwalisha, wanajua kupima joto wanajua kuvaa kangaroo. Kwa hiyo, ukimfundisha mama mmoja anaponya wa mama wengine arobaini kwenye mtaa wake. Na baada ya kufundisha na kufuatilia, tumegundua kwamba watoto wengi wanapona baada ya kumwelimisha mama nini cha kufanya. Kwa hiyo mama, kwa sababu ndiye nesi wa mtoto kwa kipindi hicho, inakuwa ni rahisi kuokoa maisha ya mtoto wake, na inasaidia taifa kupunguza vifo vya watoto wachanga.